Mkuu wa Mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala ameagiza halmashauri za Mkoa wa Mtwara kukamilisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ifikapo Juni 30, 2025. Kanali Sawala ametoa rai hiyo mapema Juni 13, 2025 katika ukumbi wa Tutzing Ndanda, Masasi, ambapo amesisitiza kuwa Serikali ya mkoa itahakikisha inaelekeza nguvu zake zote kusimamia miradi ya maendeleo, ambayo serikali imetoa mabilioni ya fedha kutekeleza, huku ikiwapa wiki mbili watendaji katika halmashauri kukamilisha kazi hiyo. Muda wa ziada ongeza, wa mafundi ongeza, eh, usimamizi. Naamini mkurugenzi wangu mnaenda kukamilisha ei najua naenda kuweka makambi kwenye maeneo yenu haya kuhakisha miradi inakamilika. Hiyo tarehe 30 ni ya kwangu mbili kwa jiji, jiwekeni tarehe 25 ili mwena siku angalau tano za kurekebisha kabla ya kupata sisi hiyo taarifa tarehe gani. Kwa hiyo tarehe 30 isiwe ya kwako wewe, hiyo ujue ni tarehe 30 ya mheshimiwa nani, mkuu wa mkoa. Kwa hiyo wewe lazima urudi siku kadhaa nyuma. Najua mheshimiwa mkuu wa wilaya naenda kuweka mipango usimamizi wa karibu na ukamilishaji wa miradi imeenda kusimamia kila wilaya. Tutakapokutana tarehe hiyo 30, mimi sije tu ndani ndani ndani ndani ndani, na najua rasmi nitapata taarifa ya kimaandishi ya miradi hiyo yote, na hiyo tarehe 30 kama imekamilika. Kisha tunakutana kujiridhisha kwamba amba yes, imekamilika miradi hiyo. Presentation zote rasmi uzikompile wewe, ndio katibu wa kamati ya usalama, ili kamati ya usalama iweze kuona ijue status yake. Nafikiri hapa tulipo kila mtu ameweza kupata picha, hata tungeweza kuangalia hicho kimeisha kimekamilika, sijui shule imekamilika. Hii taarifa iliyopatikana hapa tayari, unaweza kupata picha ya mkoa wako mzima, kwa wetu kwa wetu. Sasa ndugu zangu, twende tukaikamilishe hii miradi eh, tuze usimamizi wa karibu. Tarehe 30, miradi hii ni yote iwe imekamilika, tuanze ni, ni mwaka mpya na miradi mipya. Naomba nisisitize, sitataka kusikia sababu yoyote ile kwamba mradi huo hujakamilika kwa sababu sijui fedha mfumo si mefanya nini sijui fedha ime imekamatwa imerudi. Haya yote mnajua kwamba yanaweza yakatokea, mnajua. Kwa hiyo mlitakiwa mjipange mapema. Kwa hiyo sababu sinataka kuisikia, sinachotaka tusikie miradi imekamilika ifikapo ime hivi Juni. Kwa hiyo sababu kama mmejipanga, utafuta excuse hapo kakaondoenu kama mlipoahidi waidi wenyewe tarehe 25 lakini nasema tarehe 30 miradi iwe imekamilika. Tumekubaliana ndugu zangu, hii ni ahadi. Najua waheshimiwa wangu wakuu wa wilaya mnaenda kuyasimamia haya, wakurugenzi wako hapa ndio kusimamia haya. He, rebala Chivihi Media.